Ninaitwa Arnold Agustino, ni daktari bingwa wa upasuaji wa uso, mataya pamoja na kinywa kutoka hapa hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kwa wiki hii, uh, toka siku ya Jumatatu tumekuwa tukifanya upasuaji wa tukishirikiana na wenzetu wa kutoka Uholanzi, MKF Foundation ambao ni madaktari rafiki tunaofanya nao upasuaji kwa mwaka wa tatu sasa hapa hospitali. Kitu kikubwa tunachokifanya, tunawarekebisha wagonjwa ambao wameathiriwa na uvimbe kwenye maeneo ya mataya pamoja na uso. Wagonjwa ambao tumewafanyia toka Jumatatu nakuta ni mgonjwa ambaye alikuwa ameathirika labda nusu moja ya taya kwa sababu ya ugonjwa, na ule ugonjwa tulikuwa tumekwisha kuutoa, na matokeo yake huyo mtu akawa amebaki na nusu ya taya. Sasa tunachokifanya toka Jumatatu ni kumtengenezea huyu mtu ile sehemu ya pili ya taya ambayo ilikuwa imeathiriwa na ugonjwa. Tunachukua sehemu ya mifupa ya kwake huyu mgonjwa kutoka kwenye a, eneo la kiuno pamoja na eneo la mbavu tunaunganisha kwa pamoja kitaalamu kutengeneza ile sehemu ya pili ya taya ambayo ilikuwa imeathirika ili huyu mtu aweze kurudi kuwa na taya kamili. Tumefanya hivyo toka Jumatatu na tunaendelea na wiki hii na kwa kiasi fulani tutaendelea na wiki ijayo. Na lakini pia ukiondoa wagonjwa hao ambao wameathirika na magonjwa kwenye taya, pia tumekuwa tukifanya upasuaji wa wagonjwa ambao wana saratani kwenye maeneo hayo hayo ya kinywa, maeneo ya, ya, ya, ya, ya kwenye uso kwa kwenda mbali zaidi kwa kuondoa zile tunaita lymph nodes kwenye ambazo ziko mpaka kwenye ile hatua ya nne, tumekuwa tukifanya toka Jumatatu, kitu ambacho kinaongeza kwa kiasi kikubwa sana nafasi ya hawa watu kuweza kuishi baada ya upasuaji huu, baada ya kuondolewa ile saratani, tofauti na ambavyo ukiwa hujaondoa on, hizi lymph nodes, nafasi ya mtu kuishi muda mrefu inakuwa imepungua sana lakini tukiondoa hizi lymph node kwa level hii hadi ya nne tunampa nafasi zaidi ya huyu mtu kuweza kuishi miaka mingi zaidi baada ya kuwa amefanyiwa huo upasuaji wa kuondoa ugonjwa kwa maana ya saratani pamoja na kuondoa na hizo lymph nodes kwa kushirikiana na hawa wenzetu, uh, madaktari, wazawa, madaktari wazawa, madaktari wa Muhimbili wanakwenda kujengewa uwezo zaidi wa jinsi ya kukabiliana na haya matatizo ya saratani ambazo zinahusiana na, na kinywa na uso na mataya, lakini pia haya mavimbe mengine ambayo si saratani lakini yanaharibu sehemu hizi za kinywa na taya anaenda kujengewa uwezo zaidi ili kuweza kusimama wenyewe na kufanya hizi procedure kwa katika levo ya juu zaidi ambayo ni sawa tu na ile ambayo uh, ndugu zetu wanakuwa wanazifanya kule katika nchi zao. Kwao, ninaamini kabisa ndani ya mwaka mmoja miwili wanavyoendelea kuja huku tutakuwa tuko katika levo nzuri sana ya kufanya upasuaji rekebishi, upasuaji huu wa kuwasaidia watu ambao wameathiriwa na saratani ama magonjwa mengine katika kinywa na katika mataya.